Ulipata nafasi ya kuchomeka shukrani zako kwenye keki ile, challenge iliyokuwa inaendelea, kwamba namshukuru Mungu, mwaka 2025 mwaka 2025 nimefanya hivi, mwaka 2025 nimefanikisha hivi. Ulipata hiyo nafasi, my dear? Kama ukupata, sogea. Mimi mwenyewe sikuwa na keki, sikupata keki, sikuwa na vile vikaratasi vya kuchomeka kwenye ile keki, lakini hata kama ukupata nafasi ya kuchomeka ya kuchomeka ya kuchomeka vile vikaratasi kwenye zile keki, kama uko mzima, ni jambo kubwa mno, na usijisikie vibaya kama hukuchomeka vile vikaratasi kwenye keki. Sawa maidia, sugea nikaambie wewe, ni wa thamani, wewe una maajabu. Ndio maana Mungu ameamua kukuvusha kutoka elfu mbili na ishirini na tano kukuleta elfu mbili na ishirini eh, elfu mbili na ishirini na sita kakutoa elfu mbili na ishirini na tano kakuleta elfu mbili na ishirini na sita kwa kusudi maalum. Wesema tu asante Mungu kwa uzima. Yes, kuna wengine mwaka elfu mbili na ishirini na tano walikufa hawapo tena, hatuko nao, walipoteza maisha. Wewe hata kama hujachomika vile vikaratasi kwenye keki, my dear, utugo and here we are tunasema asante Mungu kwa siku zote 31 za mwezi wa kwanza na leo tunasema asante.